Nao viongozi wetu ambao ndio wanatusimamia e, wanasimamia swala nzima la tathmini na ufuatiliaji kutoka ofisi ya waziri mkuu, lakini pia kutoka wizara ya fedha. Kwa hiyo kupitia mawasilisho ambayo watawasilisha, tutakuwa kuna mambo kadhaa tutayabaini, ambayo kamati hii ndio kazi yake Kamati hii ya ufundi ndio kazi yake sasa ya kushauri management namna nzuri ambayo tunaweza kwenda kuyatekeleza kwa yale ambayo bado tunaona hatujayatekeleza kwa ufasaha zaidi, au yale ambayo kabisa hatujayatekeleza kupitia mawasilisho yatakayowasilishwa. Lakini pia, kamati hii itakuwa inapitia maandiko dhana, yaani inception report na taarifa za tathmini mbalimbali zitakazokuwa zinafanyika ndani ya mamlaka katika kipindi husika cha mwaka wa fedha na kutolea ushauri kabla ya kuwasilishwa kwenye management na bodi ya Mamlaka ya Mapato Tanzania. Lakini tatu ni kushauri idara ya utafiti na mipango kuhusu masuala yanayohusiana na usimamizi na uendeshaji wa mfumo wa ufuatiliaji na tathimini ndani ya mamlaka ya mapato Tanzania. Na mfumo huu ni sehemu ya mawasilisho yatakayokuwepo siku hii ya leo. Ndugu wajumbe, tunaamini kwa kutekeleza hayo machache ambayo nimeyataja kwa uchache, ndani yake yamebeba mambo mengi, mtasaidia kuboresha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini ndani ya mamlaka ya mapato Tanzania, na tuna tutaweza kufanya kazi zetu za ufuatiliaji na tathmini kwa weledi. Kwa hiyo kamati hii ina majukumu hayo ambayo kimsingi ndiyo yanayobeba ile dhana nzima ya au dhima nzima ya ufuatiliaji na tathimini ndani ya mamlaka kwa kufuata miongozo ya serikali. Ndugu wajumbe, ni matarajio yetu kuwa baada ya kikao hiki, mtakuwa na uelewa wa kina zaidi juu ya majukumu yanayotekelezwa na kitengo cha ufuatiliaji na tathimini, uelewa wa majukumu ya kamati na mtatoa kipaumbele wakati wote mtakapohitajika katika kuhakikisha shughuli za ufuatiliaji na tathimini zinafanyika kwa ufanisi. Naamini hapa tunaye mwenyekiti mahiri profesa kwanza, <laughs> ambayo wote inabidi tu, tu tunel down, alafu sasa ndio mwenyekiti. Kwa hiyo mwenyekiti mwenye wa kamati na wajumbe wa kamati, mnayo kazi kubwa kabisa kuhakikisha kwamba swala nzima la ufuatiliaji na tathmini ndani ya mamlaka ya mapato linazingatia vigezo vya kitaifa na ikiwezekana vigezo vya kimataifa ili kuhakikisha kwamba tunazifanya shughuli zetu kwa ufanisi zaidi na hasa tunapoelekea kuandaa mpango kazi, mpango mkakati wa mamlaka wa saba, kipindi hiki ambacho tuko kwenye maandalizi. Kwa hiyo kamati hii katika zile robo robo robo zile itakuwa na fursa kubwa ya kutupa fursa nzuri ya kuiona eh, mamlaka ikitekeleza kitengo hiki au shughuli hii ya ufuatiliaji na tathmini kwa ubora zaidi kuliko hapa ambapo tumeanzia. TRA hey, pamoja tunajenga taifa letu.